Baada ya mchezo kati ya JS Kabylie dhidi timu ya Yanga Sports Club kuweza kutamatika pale nchini Algeria Aligeria, wakati wachezaji wa timu ya Yanga, wakiwa wanatoka katika eneo la uwanja na kuingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, mashabiki wa timu ya Jesi Kabilini walionekana kuwatupia machupa ama kuwafanyia vurugu. Sasa hii ilitokana na baada ya timu yao kushindwa kuibuka mshindi kwenye mchezo dhidi ya Yanga mara baada ya mchezo huo kuweza kutamatika kwa sare ya kutofungana yani bila bila. Hivyo mashabiki wa klabu hiyo ya eh, Jesi Kabilini walipata makasiriko na kuanza kuarushia chupa wachezaji wa, wa klabu ya Yanga wakati wakiwa wanatoka uwanjani wakielekea kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Lakini pia hata kwenye dakika tisini za mchezo tulioweza kushuhudia golikipa Jigidiara akiweza kurushiwa machupa uwanjani mpaka Jigidiara akiamua kuacha mpira na kutoka katika eneo la golini. Sasa vitendo vya namna hii kafu wao huwa wanavikemea wa, wa, vikali mno hivyo, tutegemea hicho kitu huenda kafu akatoa tamko kuhusiana na vitendo ambavyo mashabiki wa JS Kabylie walivyoweza kuvifanya baada ya mchezo kuweza kutamatika na mara e, baada ya matukio kadhaa kuweza kuonekana kwenye mchezo huo. Ni hapa, maoni yako tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kutufollow.